Kwa mara nyingine tena MUHAS inashuhudia uwekezaji mkubwa na wa kihistoria kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi yaani HEET Project. Kupitia mradi huu, MUHAS imepokea ufadhili wa dola za Kimarekani milioni 45.5 sawa na bilioni 120 za Kitanzania. Fedha hizi ni kwa ajili ya kuboresha pamoja na kuwekeza katika miundombinu ya kufundishia, lakini pia kwa ajili ya makazi ya wanafunzi. Tunaendelea kushuhudia mapinduzi katika sekta ya afya, lakini pia viwango vya elimu ya juu kupitia Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Mradi wa hiti eh, kwa maana ya H-E-E-T ni kifupi cha maneno Higher Education for Economic Transformation, yaani mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi. Ni mradi ambao unahusika na kuboresha miundombinu ya kufundishia, kuboresha mitaala ya kufundishia, kujenga uwezo wa wanataaluma katika kufanya kazi zao kwa maana ya kufundisha lakini vile vile kuboresha mifumo ya tehama kwa ajili ya kuweza kutoa mafunzo kwa njia ya mtandao, na vilevile kuweza kujenga uwezo wa chuo katika kuimarisha tafiti na kujenga kipato cha ndani. Na unatekelezwa katika eneo hili tulilopo ambalo ni kampasi ya Mloganzila kwani Dar es Salaam lakini na kuanzisha kampasi mpya katika eneo la Ujiji mkoani Kigoma. Kwa faida ya kwanza, tutakuwa na uwezo wa kuongeza udahili wa wanafunzi mathalani, kwa walau kuweza kuchukua wanafunzi elfu moja kwa wakati mmoja. Sasa hivi miundombinu tulionayo tuna uwezo wa kuchukua wanafunzi 350 peke yake kuwafundisha kwa pamoja. Si hayo tu, wafanyakazi thelathini na tatu wamekwenda mafunzo ya muda mrefu kwa ajili ya shahada za upili na utatu, yani uzamili na uzamivu kwa hiyo wanaongezewa mbinu bobezi katika kufundisha e, kwa wataalamu wetu chini. Tunashukuru kwa kweli, mradi huu unanufaisha kwanza, wananchi wetu wa mtaa wa Mloganzila, wengi wamepata ajira katika mradi huu, na pili, tunashukuru kwa sababu tayari hata ndani ya mtaa wa Mloganzila maeneo yamepanda thamani kwa sababu ya mradi huu. Mradi huu kwa kweli umenufaisha sana vijana wetu, watoto wetu mitaani, wengi wameweza kupata vibarua. Kwa hiyo tunashukuru, kwa hiyo imeleta changamoto ya biashara pia, kwa kina mama wamepata fursa za kufanya biashara mitaani. Mambo haya yote kwa ujumla wake yamewezekana kwa sababu ya fedha hizi nyingi ambazo ni mkopo wenye masharti nafuu kwa serikali yetu ya Tanzania kutoka Benki ya Dunia chini ya maono mapana kabisa ya Mheshimiwa Rais wetu mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye aliona kuifungamanisha sekta ya afya na elimu kwa kuimarisha miundombinu hii ya elimu kutachochea sana wananchi kupata huduma bora za afya nchini. Hii ni shukurani kubwa kwa serikali, lakini vilevile ni pongezi kubwa kwa serikali. Mradi huu unaendelea kwa kasi, lakini pia kwa viwango vya kimataifa. Hapa Mloganzila mradi umekamilika kwa asilimia hamsini, lakini kwa kampasi ya Kigoma basi mradi huu umekamilika kwa asilimia thelathini na tano. Hakika haya ni mageuzi katika uh, sekta ya afya pamoja na elimu ya juu nchini Tanzania, ambapo tunategemea fursa nyingi zitafunguka kwa Watanzania, lakini pia fursa za masomo kwa Watanzania. Hichi ni Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Endelea kuwa nasi kushuhudia mageuzi haya.